Leo kuelekea mtanange wa hatua ya kumi na sita bora ya mashindano ya Afcon yanayofanyika nchini Morocco kati ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na Simba wa Mbuga za Atlas na wazungumzia Morocco. Mambo yamezungumzwa mengi ikionekana ya kwamba Taifa Stars wanaingia wakiwa kama underdog, ikiwa ni timu inayotegemewa kupoteza kwa asilimia kubwa zaidi kuliko ilivyo kwa Morocco. Makaratasi yanaibeba zaidi Morocco na kuonekana ni timu bora na kama haiwezekani vile Morocco kuondolewa na Taifa Stars, lakini Taifa Stars nao wakijipanga na kusema ya kwamba lolote linaweza kutokea, kwa sababu mpira una maajabu yake. Pamoja na kusifiwa kwa Morocco huko na kuaminiwa kwa, kwa Morocco na watu wengi duniani ya kwamba leo wanaenda kutinga hatua ya robo finali, kocha wa Morocco Kocha wa Simba kutoka milima ya Atlas huyu Walid Regragui ni kama vile ameshtukia mchezo, ni kama vile kuna kitu kimecheza kichwani mwake. Akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mtanange, huyo kocha Walid Regragui amezungumza yafuatayo yanayoonyesha ni kama vile ameshtuka, lolote linaweza kumkuta na hivyo amejipanga na haya ni maneno yake aliyoyazungumza na waandishi wa habari, na ya nukuu: lazima tubaki makini na tukumbuke sababu iliyofanya Moroko isishinde kombe hili kwa takribani miaka 40 sasa, ni kujiamini kupita kiasi. Tunahitaji kuiheshimu hii timu ya Tanzania ambayo ina ligi nzuri kwelikweli Afrika na wachezaji wanaocheza nje ya nchi. Hakuna timu ndogo kwenye AFCON. Ukipoteza mchezo mmoja tu unaondolewa, katika hatua hii hakuna nafasi ya kufanya makosa. Hayo ni maneno ya kocha Walid Regragui akizungumza kuelekea mchezo kati ya Morocco na Taifa Stars ya Tanzania. Watu wengi wanavyouchukulia huu mchezo si kama anavyouchukulia kocha Walid Regragui. Yeye anatoa heshima kubwa kwa Tanzania huku akitambua ya kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye ligi bora kwelikweli barani Afrika. Huko utazikuta Simba, Yanga, Azam, Singida na timu zingine zinazofanya vizuri kweli kweli. Nchini Tanzania na kunako mashindano ya kimataifa ya CAF kama vile CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Nini maoni yako kuelekea mtanange huu kati ya Taifa Stars ya Tanzania pamoja na Simba wa milima ya Atlas na wazungumzia Morocco chini ya rais wa wanaume Ashraf Hakimi. Tuandikie maoni yako hapa chini kwenye comments. Lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili uwe miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata taarifa kemkem za kimchezo kutokea hapa hapa Sportvia.